Mwanadamu atakiwa ajiulize, nimetoka wapi, niko wapi, naelekea wapi? Hili ni suali kila mmoja atakiwa ajiulize, niko wapi, nimetoka wapi, naelekea wapi? Lau utakuwa na mazingatio, lau utatafakari kujiuliza suala hili, hakika sote tutakuwa ni wenye kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote unaoyafanya katika hii dunia, elewa ya kwamba siku ya kiyama hakuna kitu hata kimoja ambacho kwamba utakaposimamishwa, yaumatubula sarair, siku zitakapofichuliwa siri zote, yaumul mahshar, tuko kwenye uwanja mmoja, kila mmoja anahesabiwa. Wallahi thumma billahi thumma tallahi, yote matendo mabaya uliyofanya duniani yatakwenda kufichuliwa siku hiyo, yaumatubula sarair mbele ya Mwenyezi Mungu, unaelezwa moja baada ya moja ulolifanya duniani. Fanya kwa siri hapa duniani, lakini ndugu yangu, siku hiyo hamna ujanja. Kitabu chako kinafunguliwa, unapewa mwenyewe, soma, soma kitabu chako siku hiyo.

atasema siku hiyo, hau mukura ukitabia, njooni mkiangalie kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, nilijua mimi hisabu yangu itakuwa namna hii. Atakuwa mtu huyo siku ya Kiyama anajifakhiri, anajiproud, anaona raha mbele za watu, huku akiambia watu njooni, mwangalie kitabu changu. Lakini tuambiwa, fa amma man utiya kitabahu bishimali fayqulu ya laytani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laytaha kanat il qadiya. Siku ya qiyama atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto atasema, ya laitani lam uta kitabia, na juta nisingepewa kitabu changu, walam adri ma hisabiya, wala mimi nisingetaka kujua hisabu yangu.